kuendelea kuwa nasi kwenye Mwenge wa Kaunti. Kama ndivyo kueleza hapo awali hilo, tuna mdahalo kuhusiana na miradi ya vijana, na hususan kukumbusha tu kwamba sasa hivi kuna huu mradi wa serikali unaolenga vijana unaofahamika kama Nyota, na miaka kadhaa iliyopita kulikuwa na mradi ulioanza mwaka wa 2010 uh, ukakamilika mwaka wa 2024 ambao ulikuwa unafahamika kama Kenya Youth Empowerment Project ambayo ilikuwa KOP na yote kwa lengo la kuwainua vijana kupitia mafunzo, ruzuku na ajira. Sasa wakati huu tuna huu mpango mpya wa Nyota ambao pia serikali inasema unaleta mwelekeo wa kidijitali, masuala ya mazingira na kijamii kwa maendeleo ya vijana. Lakini je, ni kweli kwamba Nyota hii ya wakati huu itakuwa ni mwanga mpya wa matumaini au ni mwendelezo tu wa ahadi ambazo bado hazijatimia? Hapa studioni tuko naye Katibu uh, wa Wizara katika masuala ya vijana Bwana Fikirini Jacobs asante sana kwa kuungana nasi hii leo. Uh, kwanza kabisa awamu ya pili ya usajili ilifungwa tarehe 12 mwezi Oktoba ambayo ilikuwa hapo juzi. Hebu tueleze hii, hii awamu ya kufungua na kufunga ikoje katika hii Nyota kabla ya kuingia katika masuala mengine. Asante kwanza kabisa, nataka nikushukuru kwa mwaliko. Ni kitambo sana toka nilipofika hapa, nafikiri ilikuwa mwaka 2019 nilipokuwa mwanafunzi wa chuo, tulizungumzia masuala ya vijana kama mwanafunzi wakati huo, na nashukuru kwamba sasa hivi nimerudi kama kijana bado, lakini kama pia katibu ambaye nasimamia masuala ya vijana. Uh, kweli kwamba serikali ya kitaifa inatekeleza sasa hivi mradi wa Nyota, kwa maana ya National Youth Opportunities Towards Advancement. Mradi huu wa nyota ni mradi unaogharimu serikali ya uh, Kenya uh, shilingi bilioni 20. Lengo lake ni kuwafikia vijana elfu mia nane na ishirini vijana ambao katika hali za masomo yao wanaweza wakawa walisoma ama hawakawa hawakusoma, lakini hata kwa wale ambao walisoma uh, hawakuvuka kidato cha nne, kumaanisha kwamba hawana ujuzi wowote wa chuo cha ufundi ama chuo kikuu ama uh, koleji yoyote ile. Kwa hivyo uh, ni mradi ambao umelenga vijana wenye elimu ya kutoka zero mpaka fom na, sababu kubwa ya mradi huu, uko na malengo mawili makubwa. Lengo la kwanza ni kuongeza uwezekano wa ajira kwa vijana ambao hapo awali walikuwa wamekosa nafasi ya kupata uh, labda ujuzi ambao ungewafaa wapate ajira. Mm -hmm. Sababu ya pili ni kuongeza uwezekano wa ajira kupitia uh, kujisaidia kwa kuwapa grant ama pesa uh, ya kufanya biashara. Mm -hmm. Hayo ndo malengo makuu. Uh, kwa swali lako kwamba mbona mradi huu umekuwa unafunguliwa, watu wanatuma maombi alafu baadaye mara umefungwa mara unaendelea, niseme hivi kwamba tokea siku ambayo mimi niliapishwa tarehe kumi na saba mwezi wa nne mwaka huu, mradi mm -hmm. uh, huu wakati ule tayari ulikuwa watu wameanza kutuma maombi mm -hmm. hasa kwa kipengee kimoja mm -hmm. hiki cha kusaidia vijana masuala ya biashara mm -hmm. Kwa sababu mradi huu wa Nyota nitaeleza kikamilifu yeah. No. Uko na vipengee vitano mm -hmm. Lakini kipengee hiki ambacho watu wamekuwa kituma maombi sasa hivi ni kipengee kimoja tu kati ya vitano mm -hmm. Kipengee hiki ndicho ambacho kitagharimu bilioni tano Aha. kwa vijana laki moja katika taifa mm -hmm. Ambao kila mmoja wao sasa atapaniwa kupata shilingi elfu hamsini. Mm -hmm. Sasa elfu hamsini mm -hmm. Uh, kwa vijana mia moja hiyo itakuwa bilioni tano. Kwa hivyo hiko ni kipengee kimoja tu cha Nyota. Hiyo si mradi wa Nyota kiukamilifu. Mradi wa nitaueleza vizuri. Uh, sasa kipengee hiki cha business support ama kuwasaidia vijana ambao wana wana biashara Kili, kilikuwa tayari kinaendelea wakati tukiapishwa na kilikuwa kimepangwa kufungwa tarehe 30 ya mwezi wa nne lakini tukasema, labda kulikuwa na lalama pia, vijana wengine wanaona labda habari hawa kwa wamepata vizuri kiukamilifu, mara wakati tukizungumzia, wengine wanasema tumeanza kuisikia kwa mara ya kwanza kwa sababu no. Mimi pia ni mwenyekiti katika kamati ya makatibu ambao tunatekeleza mradi huu mm -hmm. Tukaongeza muda mpaka tarehe 15 ya mwezi wa tano mwaka huu mm -hmm. Hiyo ndio ilikuwa tarehe ya mwisho ya vijana kutuma maombi kwa business support mm -hmm. baadaye tukafungua sasa ukurasa mwingine wa kivipengee vingine ambavyo nitavieleza baadaye. mm -hmm. Lakini uh, kufikia wakati vijana walikuwa wametuma maombi tulipata jumla ya maombi milioni moja laki nne, mm -hmm. kutoka kwa vijana kutoka kila sehemu ya taifa hili mm -hmm. kati ya milioni moja laki nne eh, laki tatu walianza hatua ya kutuma maombi lakini hawakumaliza kwa mujibu wa ile data ambayo tuko nayo kutoka kwa service providers wetu. Sasa tulibaki na vijana milioni moja, laki moja ambao walikuwa wametuma maombi kikamilifu. mm -hmm. Kati ya wao asilimia kama 60 na ni wanaume, asilimia kama 30 na pia ni wa, wa, wa kike, na pia tulikuwa na asilimia 17 kati ya wao wote ambao ni wale wanaoishi na ulemavu no. Sasa sababu kubwa ya kwamba mbona sasa tumekuja tena tukofungua baadaye ni kwa sababu tumejitayarisha katika maandalizi ya kuwasaidia sasa vijana kutuma uh, ile pesa ili vijana tuweze kuwasaidia mm -hmm. Lakini tukiangalia katika rekodi zetu, ijapokuwa nambari hii ya wale ambao wametuma maombi ni kubwa mm -hmm. Kuna wodi ambazo hazina kijana yeyote mm -hmm. Kuna wodi Busia ambayo haikuwa na vijana kwa sababu pilot ya hii huu mradi ulifanywa uh, sehemu ya magharibi mm -hmm. ya Kenya mm -hmm. na kunazo wodi ambazo zilikuwa ziko na namba ziko chini. Sasa Mheshimiwa Rais akasema tukiwa na mkutano na yeye tarehe moja siku ya Alhamisi ile iliyopita, akasema uh, kama tuko na pesa tuwape vijana sawa sawa, ni tuwe labda tuko na idadi kubwa kushinda wale ambao wanahitaji. mm-hmm. Lakini sasa, kwa mfano wa wodi hizi kidogo, tuko na pesa na vijana hakuna ama ni kidogo sasa hiyo inamaanisha labda tulichelewa, ama kuna mahali kidogo watu hawakuelewa mradi huu. Ndio maana rais akatuelekeza kwamba sasa turudi nyanjani na tukumbatie utekelezaji uh, uh, wa umoja wa serikali ile, whole of government approach uhum, kwamba kila katibu arudi katika county ambayo anatoka ama county jirani akaenda mkutano na viongozi wa kisiasa uh, tufanye mkutano na viongozi wa serikali ya kitaifa, viongozi wa serikali za kaunti. Mimi mwenyewe nimefanya mkutano na mawaziri wote wanaosimamia vijana na na swala za uchumi katika kaunti zote, tumekuwa na mikutano sasa tukarudi kuwaeleza, ili angalau wale viongozi pia nao warudi chini wahamasishe vijana. Baada ya kuhamasisha vijana, tarehe 17 tutarudi katika kila eneo bunge. mm -hmm. Kutakuwa na michakato sasa ya kufanya kitu kinaitwa physical validation uh -huh. Yani wale ambao wametuma maombi sasa tutawaleta pamoja, tuko na list za wale ambao wametuma maombi, tutajua ni akina nani wametuma maombi mm -hmm. na tutajua utayari wao pia kushiriki mradi, kwa sababu tukikusaidia katika mradi huu niwe pia unapatikana mm -hmm. kwa ajili ya, ya ule muda wa, wa, wa mradi eh. Sasa, kuna jambo ambalo umesema eh. kwamba katika wale ambao waliojisajili eh. uh, mlio kwamba kuna baadhi ya wadi ambazo hakukuwa na hata kijana mmoja aliyejisajili. Sasa mtahakikisha vipi kwamba kuna usawa? Maanake uh, huu ni mradi ambao mnataka kugusa kila kona ya mashinani hapa Kenya. Kwa hivyo mm. kama kuna wadi kama hiyo ambayo umetaja ya Bungoma ambapo hakuna kijana hata mmoja, mm. mtahakikisha vipi kwamba pia wao watapata hu uh, uh, humtaji wa, yeah. wa shilingi okay. e, e, elfu hamsini mm. na wale wengine ambao walikuwa wamejisajili awali mm. mtawaondoa ndio kuwe yeah. na huo usawa ama okay. mtafanyaje? mm. Aya, iko hivyo. uh, shinikizo la sisi kuenda mashinani mm -hmm. kwanza kabisa ni kwa sababu hatukutaka kutembea bila wale wengine no. kwa hivyo hakikisho letu la usawa la kwanza ni hilo kwanza la kurudi mashinani ili kila mmoja ambaye a, alikosa wakati wa kutuma maombi apate nafasi ya kutuma maombi mm -hmm. Si kwamba tunafungua mradi huu upya mm -hmm. kwamba watu wanaanza kutuma maombi upya mm -hmm. Hapana. Ile, ile data ama takwimu za wale wote ambao walituma tuko nazo mm -hmm. na si kwamba tumezifutilia mbali ndio maana hata wale ambao tayari walikuwa wametuma maombi sasa hivi wakijaribu kutuma maombi itawaletea ujumbe kwamba tayari wewe ulituma maombi, ngojea, utapata kujibiwa. Kwa hivyo ni, ni tumeifungua kwa wale ambao walichelewa ili kuwe na usawa. Na usawa mwingine ambao tunataka kuhakikisha kwa hili sasa ni kuhakikisha kwamba Uh, viongozi ambao tumehusisha mashinani wawe wa kisiasa, wawe wa kiserikali, wanachukua jumbe hizi sasa na kuzipeleka kule chini mm -hmm. ili sio kwamba ni swala la katibu wa vijana peke yake mm -hmm. kwenda nyanjani kuzungumzia mradi wa Nyota mm -hmm. Kenya hii ni pana, ndio maana mheshimiwa rais akasema sasa tutumie umoja wa utekelezaji wa kiserikali, the whole of government approach mm -hmm. kwamba kila katibu apate muda na tukafanya presentation kwa PSS wote, kila mmoja akapata ufahamu wa mradi huu ndio maana. mm -hmm. kila mmoja akaenda mashinani, pia tukaenda tukafanya presentation mm -hmm. za viongozi wale wa ufahamu, ndiposa watoke sasa wakiingia nyanjani, wewe wanazungumza na kuna mm -hmm. nafikiri... wale, wale ambao unasema laki, uh, laki tatu ambao walikuwa yeah. wamejisajili lakini walikuwa hawajafanya kwa ukamilifu. Kukali. kuna namna gani ambayo mnaweza kuwajumuisha tena iwapo yeah. wako, wanatoka katika zile wadi ambazo hawakuwa na kweli, vijana kabisa kweli. Sisi bwana, tumejipanga eh, mashirima. mm -hmm. kila kijana ambaye alituma maombi na akakwama njiani mm -hmm. tulihakikisha katika mtandao wetu ambao vijana uh, tunautumia kwa ajili ya mawasiliano mm -hmm vijana hawa tumewatumia jumbe za kuwakumbusha, si mara moja si mara mbili si mara tatu, mm -hmm. Kwamba tafadhali, tumeona umejaribu kutuma maombi kwa Nyota lakini hujamaliza. mm -hmm. Tafadhali malizia hatua hizi za kutuma maombi. Jumbe hizo ziko nyingi, vijana wanajua, wako nazo nyingi sana. mm -hmm. Na pia swala lingine tumejitahidi sana kupeleka uh, jumbe za kuwafahamisha sana vijana mara nyingi, uh, katika mawasiliano hata kwa wale ambao walituma maombi uhum. Wanajua kwamba kuna jumbe wanapokea uhum. Labda ile kuondoa ile hali ya wa kwamba wametuma maombi halafu kumenyamazika, hujui kama umepata, hujui kama iko vipi uhum. Wanapata jumbe za kuambia kwamba uh, sasa imefikia level hii Uh, tunatizamia kwamba itaenda hapa mm -hmm. Uh, kwa mfano kama pale ambapo tulifanya pilot kule Western na kwingine, watu pia vijana wengine walipata tayari jumbe za preselection kwamba uh, umechaguliwa, kwa hivyo sasa bado hatua ya mwisho mm -hmm. kwa hivyo hiyo ndio njia ambayo tumejaribu kuitumia, lakini kama nilivyosema, mashirima, ili nisisahau hii ni kipenge kimoja, kipenge kimoja. cha mradi wa Nyota. Aha. Mradi wa Nyota nimesema huko na malengo mawili na Kuse... kabla hujenda kwa, eh. kwa hivyo vipengee vingine eh. Eh, kuna una wa wengi ambao wangetaka kujua ni vipi ambavyo mlikaa chini mkaamua katika huu mradi, ule mtaji ambao mtatoa kwa hawa vijana ni eh, shilingi elfu hamsini. Ni, ni, ni vigezo gani mlikuwa mnaangalia mkasema shilingi elfu hamsini mm -hmm. zinatosha kwa kijana kuweza ima kuanzisha biashara mm -hmm. ama kuendeleza biashara ambayo tayari yuko nayo eh, kwa sababu uh fahamu kwanza kabisa, niseme kwamba pesa hii tunayozungumzia si mkopo. Kwanza kabisa, huu si mkopo. Hakuna kijana ambaye atapewa pesa hizi elfu hamsini ambaye ataenda kudaiwa baadaye. Hii ni grant, ni pesa ambayo wanapewa kujiendeleza. Sasa ukiangalia wale walengwa wa mradi huu nimesema wale ambao aidha wana elimu ama hawana kabisa. mm -hmm. na wale wenye elimu walienda mpaka kidato cha nne, hawakuenda zaidi hapo. mm -hmm. hawa ni vijana ambao, in fact, uh, nafikiri hakuna mradi mzuri ambao umekuja kwa taifa letu hili la Kenya kama huu mradi wa Nyota kihistoria. mm -hmm. na nitakwambia hivi mm -hmm. wakati mwingi tukizungumzia kuhusu uh, you know, ruwaza ya masuala ya vijana tunazungumza ama tunatazama tu ruwaza ya vijana, hawana kazi, vijana hawana ajira, hawana nafasi za ajira, lakini hatujiulizi kwamba kesho, kesho kutwa, nafasi ajira ya ajira ikitangazwa mahali mm -hmm, kuna vijana watatoka hapo, waende watume maombi, wengine watasaidika. Lakini kuna wengine watabaki pale wakiendelea kusema hawana ajira. Si kwa sababu hakuna nafasi nyingine mm -hmm. Hapana mm -hmm, wengine wao nafasi si shida, wengine wao ni ile elimu na ujuzi wa kufanya kazi ndo hawana ndio uh -huh. maana mradi huu unawasaidia wale ambao katika kusoma kwao, aidha alisoma ama hakusoma kabisa, alienda shule ya msingi, alimaliza ama hakumaliza, alienda shule ya pili, alimaliza ama hakumaliza, lakini hakuvuka pale. Ndio maana tunawalenga uh -huh. Sasa kwa watu kama wao tunafikiria kwamba ukipata elfu hamsini leo ambayo huja ilalia ukaipata leo asubuhi na umekuwa na ari ya kufanya biashara ya kujiendeleza, ni kitu kidogo, lakini si sawasawa na hauna, naamini kwa wachache inaweza kuwa chanzo kizuri cha kuwaendeleza na mifano iko ya mingi, mingi ya vijana huko mitaani ambao wamefanya vitu kuanzia chini tu mm -hmm. na kidogo ameendelea kujiendeleza mm -hmm. eh. E, wacha nisalie kwa, kwa jambo ambalo umesema eh, kwamba hizi fedha si mkopo ni grant, kwa hivyo mm -hmm. mtu akipatiwa hizi pesa ni aende ajiendeleze na hakuna mtu ambaye atakuja kumdai. Lakini swali kuu ni ni vipi ambavyo serikali itaweza kufuatilia kuhakikisha kwamba hizi pesa zimetumika na zimeweza kuwafikia yale malengo ambayo serikali ilikuwa, ilikuwa inatarajia. Kweli. Kwanza kabisa kabla tuseme serikali kuhusika kuhakikisha kwamba vijana wamefuatilia na wametimiza malengo yao, kabla tuseme serikali uh, tuna jukumu, kila kijana yuko na jukumu bora. Umetuma maombi ya kwamba unaomba pesa ya kujiendeleza kibiashara, naamini kwamba uh, uko na uh, biashara uko na wazo la kibiashara na hata kabla serikali kuja ama kabla mtu yeyote kusonga karibu na wewe, wewe mwenyewe uko na jukumu la kuhakikisha kwamba pesa hizo umeziendeleza uh, kwa mujibu wa kile ambacho umefikiria. Nasema hivi kwa sababu gani? Uh, sitaki ionekane kwamba ni kama serikali inalazimisha vijana kufanya biashara wakati wao hawataki bana. Vijana hao wenyewe ndio wametuma maombi vijana hao wenyewe ndo wamefanyiwa entrepreneurial aptitude test ama EAT. mm -hmm. Vijana hawa hawa a, wamepata mafunzo ya siku nne yaku mambo ya biashara ya vile watajipanga. Vijana hawa hawa wameelezwa pia maneno ya kufanya pia savings. mm -hmm. Alafu vijana hao wamepewa pesa ya kujiendeleza. mm -hmm. Hata kabla ya serikali kusonga karibu kuwafaa ama kuwafatilia jambo mm -hmm. la kwanza, wao wenyewe wako na jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba angalau uh, wanaifuatilia uh, maoni yao ama mawazo yao kibiashara kujiendeleza. Lakini upande wetu, upande wetu pia tumejipanga, tume tumesema kwamba tutafanya tofauti sasa na ile mradi mwingine ulikuwa umeniuliza uh -huh. tofauti na ule mradi mwingine ambao ulitangulia wa Kayop uh -huh. ni kwamba sasa hapa tuko na system za ukaguzi nzuri za monitoring and evaluation uh -huh. Kwanza vijana hawa sisi baada ya kwamba ametuma maombi tunawafanyia entrepreneurship aptitude test mm -hmm. nauliza tu maswali ya kiuzushiuzushi lakini pia kupata ufahamu mzuri mm -hmm. wa iwapo wako ta tayari wa kufanya biashara kwanza. Alafu baada ya pale tutawaweka katika darasa na kuwafanyia Uh, kuwapa elimu ya masuala ya biashara mm -hmm. Tuko na consultants ambao watakuwa wanafanya kazi hiyo ya kuwazungumzia. Tuko na officers yetu kama kwan, kwa mfano kwa State Department ya youth tuko na officers, youth officers mpaka kwa kila sub county ambao kazi yao kubwa itakuwa pia kuzungumza na hawa vijana mm -hmm. Uh, watapewa elimu ya kutosha mm -hmm. Alafu tukiwashapatia pesa wataenda sasa wawekeze, lakini uh, pesa hizi katika kutekeleza tumekubaliana mfumo wa kutekeleza mm -hmm. kwamba tutampa kijana nusu ya pesa hii mm -hmm. akaanzishe, alafu sasa monitoring and evaluation itafata. Tutawatembelea vijana hao wote mm -hmm. kuhakikisha kwa kwamba angalau tunaona kile ambacho wanaendelea kujifanyia, yani ile shilingi elfu ishirini na tano imefikia wapi eh, ile umeanza, uh -huh. E, sasa umeekeza, umeanza, umeanza, sasa sisi tunakubalizia ile nyingine sasa, mm -hmm. muda gani pate kitita chote cha haezi chukua muda mwingi, kwa sababu sasa hiyo yote itategemea na uharaka wao mm -hmm. Lakini ofisazi wetu, kama nilivyosema, wako ground kila wakati mm -hmm. Eh, ofisazi wetu wako ground kila wakati lakini lengo na dhamira kwa kila kijana mwisho wa siku atapata elfu hamsini za kumsaidia. Naam, eh. Bila shaka mtazamaji, tunazidi kujifahamisha mengi tu kuhusiana na huu mradi wa Nyota na haswa kipengee kuhusiana na biashara zile uh, ama ule mtaji wa shilingi elfu hamsini ambao unatolewa kwa vijana uh, takriban laki moja lakini mradi wa Nyota kwa jumla unastahili ku ama unalenga vijana laki nane na, na elfu ishirini. Haya mtazamaji, tumekuuliza, je, umeshawahi kufaidi miradi ya serikali inayolenga vijana? Je, umeshawahi kufaidi miradi ya serikali inayolenga vijana kwa muda gani? Tueleze. Nambari ya rafa ni mbili mbili nne mbili mbili ya kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Tutakaporejea pia tutakuwa na vijana hapa studioni tukiendelea pia kujifahamisha mengi kuhusiana na mradi huu wa Nyota. Usiondoke wakulima